Tunazungumza mafanikio haya kwa sababu tupo katika nchi ambayo imetengeneza mazingira mazuri ya michezo kushamiri. Tupo katika nchi ambayo ina support michezo. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tangu alipoingia madarakani mapema kabisa, hakumung'unya maneno, akatangaza dhamira yake ya kuunga mkono michezo, kuwekeza katika michezo, na wakati wote amefungua milango kuwasikiliza wadau wa michezo na anatekeleza yale ambayo wanamweleza. Kwa hiyo mimi nawatakia kila laheri Engineer House, na wenzako wote kwenye kamati zenu. Nachowaomba, mkitoka huko kwenye vikao, yale mnayoyaona kwamba Watanzania tutanufaika, njooni nayo mara moja. Mimi nawaahidi kwa niaba ya serikali tutayapokea na tutayafanyia kazi mara moja. Kuna namna sawa. Kuna namna ambavyo uh, serikali imesaidia uh, michezo na mnaendelea kusaidia nazungumzia Young Africans ambao ni wanufaika wakubwa uh, wakati wanakwenda kwenye mechi zao za kimataifa mara zaidi uh, ya mara moja serikali inatoa ndege, timu inaenda Algeria. Uh, lakini sasa hivi unazungumzia jukumu la Watanzania kwenye ngazi ya juu zaidi. Hii ni FIFA, ni zaidi ya KAF, kwa maana ni dola nyingine hiyo ndani ya mpira. Kuna namna, mnatamani Tanzania ipitishe ajenda yake uh, kupitia uteuzi wa hao wengine, lakini ajenda hii ihusiane na ubora wa klabu za Tanzania ihusishe ubora wa timu za taifa za Tanzania, lakini kubwa zaidi hakuna mpira bila miundombinu ya mpira. Ni, ni kweli kabisa, na hilo ndo muhimu zaidi. Ndio maana mwanzo nikasema, um, kwetu uteuzi wa engineer Hersi wa President Karia na Neema ni tafakari nzito uh, ambayo inatupa jukumu la kujipanga katika viwango vikubwa zaidi. Kwa hivyo sisi matarajio yetu ni kwamba uh, tutapanua wigo zaidi wa kuona namna gani tunakamata fursa zilizopo kwenye michezo uh, Yanga wanazungumza mafanikio yao, nimemsikiliza rafiki yangu Mbwaduke hapa, amefanya uchambuzi ambao umenifanya umeni nisimezemate muda wote anavyozungumza mafanikio mm -hmm, eh, makubwa, lakini sisi kwetu serikalini, tukiangalia michezo tunaangalia ajira kwa Watanzania, tunaangalia uchumi, tunaangalia biashara, tunaangalia kutangaza nchi yetu kimataifa. Kwa hivyo tunaona kwamba hili ni daraja muhimu ambalo tunaweza kulitumia na tuko tayari. Sasa ni vigumu kusema mengi leo eh, kwa sababu injinia mwenyewe kashasema bado hajajua huko kwenye kamati kuna nini. Kwa hiyo wakienda kule kwenye kamati, watarejea, tutaketi, tutazungumza, lakini ambacho sina mashaka eh, ni kwamba kwa upande wa serikali tuko tayari na Mheshimiwa Rais alipoelekeza tufanye uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu kujenga viwanja na mengine mengi, kuiangalia vizuri timu ya taifa. Maanake watu wengi hawajui timu ya taifa eh, tangu Mheshimiwa Rais ameingia ame madarakani, timu ya taifa ni karibu asilimia zote tunaigharimia serikali na hasa kwenye CHAN. Kazi kubwa kwa kweli, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu haikuwa hivyo siku za nyuma. Hiyo ni dhamira, ni message kwamba serikali imeamua kuingia kwenye michezo na sio kuingia kwa maneno, lakini kwa vitendo. Kwa hiyo sisi watakao yatoa huko kwenye kamati, wakija wakiyaleta, tutakuja hapa tutayasimamia. Lakini kwenye eh, ACA tutakuwa watu wa ajabu sana kama mwenyekiti anatoka Tanzania halafu mambo ya ACA yakatekelezwa kwa ukamilifu zaidi na nchi nyingine kuliko nchi yetu. Kwa mimi engineer health ni kuhakikishie wakati wote, kama ambavyo tumeshirikiana huko tulikotoka, timu inasafiri inashiriki, inashiriki mashindano mbalimbali mbali, tutaendelea kushirikiana hata wakati huu na uwe huru wakati wote kutuambia kile ambacho mngependa uh, serikali ifanye. Lakini kusema ukweli, Fatma, we are so much proud of us. So much proud. Manake wa Tanzania lazima tufike mahali tuwe na recognition na watu wetu. Eh, si rahisi sana kumpata Mtanzania mwenzetu ambaye anaweza kuingia kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa katika taasisi ambazo sisi Watanzania ni wanachama. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana, tunakushukuru sana. You have our support wakati wowote wa ule, tutahakikisha uh, tunalinda hii heshima kubwa ambayo nchi yetu imeipata.